Kamati iliyo chini ya idara ya uchumi shirikisho la wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu kutoka chama cha Mapinduzi, CCM, imewaomba wakuu wa vyuo hapa nchini watoe ushirikiano kwa kuwaelimisha wasomi juu ya ulipaji wa tozo ya shilingi elfu ishirini kwa kila mwanafunzi aliyedahiliwa kwa ajili ya mwaka wa masomo elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na sita. Mwenyekiti wa kamati hiyo Petro Magoti amesema hayo jijini Dar es Salaam katika ofisi za CCM Lumumba na kusisitiza kuwa tozo hizo zipo kwa mujibu wa sheria ya vyuo vikuu ya mwaka 2013 na ipo kwa ajili ya manufaa na maendeleo ya elimu na kusimamia ubora wa elimu inayotolewa vyuoni. Tangazo la TCU lilotolewa tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi, 2015 kuhusu tozo hii lilitamka kwamba kifungu cha sheria cha 16, kifungu cha 16 cha sheria ya vyuo vikuu sura ya 346 kikisoma pamoja na kifungu cha 14 cha kwanza D cha kanuni namba 226 za mwaka 2013 kinaelekeza kwamba kila mwanafunzi aliyedahiliwa kwenye vyuo vikuu Tanzania anatakiwa kulipa shilingi elfu ishirini kwa ajili ya shughuli za kusimamia ubora wa elimu inayotolewa vyuoni nchini Tanzania na vilevile vile kamati iliyo chini ya idara ya uchumi, shirikisho la wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu kutoka Chama cha Mapinduzi CCM imeipongeza serikali ya awamu ya tano kwa kuwapa mkopo wanafunzi wote waliodahiliwa kwa mwaka wa masomo 2015 2016.